Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunarusha matangazo ya kusponsor, tunatengeneza matangazo yenye mvuto Tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, basi bofya subscribe, ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe. Baadhi ya watu wamekuwa wakitangaza Facebook au Instagram kwa gharama kubwa na wanashindwa kupata matokeo mazuri. Katika podcast hii nitashare na wewe siri ya jinsi ya kutangaza Facebook au Instagram kwa gharama ndogo ya shilingi elfu mbili mia nane na kumi kwa siku na kupata wateja wengi. Jinsi ya kutangaza Facebook au Instagram kwa gharama ya shilingi elfu mbili na mia nane na kumi kwa siku. Kabla ya kupangilia setup ya tangazo lako unatakiwa kwanza kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, utambue haswa soko lako lengwa ni lipi? Soko lengwa ni kundi la watu wenye changamoto zinazofanana, mfano wanawake wenye ugonjwa wa PID. Ni watu wenye changamoto ya ugonjwa unaofanana, mfano watu wenye ugonjwa wa kisukari. Kama utakuwa na suluhisho la changamoto ya ugonjwa wa kisukari lenye ubora zaidi weza kuvutia wengi na kufanya mauzo kwa wingi itakuwa rahisi. Uchaguzi wa soko lengwa unakusaidia kulenga kundi dogo la watu, inakupa fursa ya kujikita, kupanga mkakati wa masoko kwa walengo wako. Unaweza kutengeneza ujumbe wenye kuvutia walengo wako, hivyo kuwapata itakuwa rahisi, hata kama utatumia gharama ndogo ya matangazo. Pili, ujumbe gani unaenda kuwafikishia walengo wako ili wavutiwe nao? Ujumbe wenye mvuto ni ule unaogusa hisia za walengwa, ukieleza jinsi ya kuondokana na changamoto zao. Hii inakusaidia idadi ndogo ya watu wanaoona tangazo lako kuvutiwa haraka na kuja kwako. Kama walengwa wako ni wagonjwa wa kisukari, ukitangaza dawa ya kisukari hawavutiwi sana kama ukitangaza ujumbe unaogusa hisia zao, ujumbe unaeleza changamoto ya utatuzi wa matatizo yao. Mfano, ukitangaza kuondoa kisukari haraka kwa siku saba kwa kutumia virutubisho, kila mwenye u, changamoto ya ugonjwa wa kisukari atataka kujua zaidi. Utakuwa umempata kirahisi, hata kama utakuwa umetumia harama ndogo kwenye tangazo lako. Unaweza kusponsor ads kwa kutumia shilingi elfu mbili na mia nane sawa na dola moja kwa siku kutangaza Facebook au Instagram, ukapata matokeo mazuri kama utazingatia aina ya tangazo, ujumbe unaoweka, mpangilio wa tangazo lako na hadhira yako. Ukiweza kuweka mpangilio mzuri, unaweza kwa siku ukapata wateja wengi kuliko yule anayetumia dola tano kwa siku, ikiwa ataweka tangazo lisilo na mvuto, ujumbe usio na mvuto na kushindwa kupangilia setup zote nzuri za tangazo lake. Ukilipa dola moja Facebook, ni sawa na shilingi elfu mbili mia nane na kumi. Hii inategemea na kiwango cha dola kwa siku. Ukiongeza na makato ya kodi ya VAT, unaweza kufika shilingi elfu tatu kwa siku, tangazo lako litarushwa na kupata matokeo mazuri. Hebu fikiri, tangazo lako ulilipa dola moja kwa shilingi elfu mbili mia nane na kumi linaonekana kati ya walengwa 2000 hadi 5700 kwa siku na mwingine analipa dola tano kwa siku sawa na shilingi elfu kumi na nne na hamsini tangazo lake linaonekana kati ya watu elfu tisa mia nane hadi elfu mbili mia nane kwa siku. Lakini kama tangazo halina mvuto, ujumbe uliweka hauwavutii walengwa, mpangilio wa tangazo haujazingatia vipengele muhimu, hauwezi kupata watu wengi hata kama tangazo lake litaonekana kwa idadi kubwa ya watu. Kuna umuhimu mkubwa sana kuzingatia soko lengwa, aina ya ujumbe unaotumia na aina ya jukwaa unaotumia kulingana na aina ya biashara yako ili kupata matokeo mazuri. Kama umefaidika, comment hapo chini nimefaidika, kisha bofya subscribe, share, like, kisha tukutane kwenye video ijayo.